Naam, nikukaribishe Kadesha Bakery na tupo kwenye mwendelezo wa vipindi vyetu vya kutoa elimu au mafunzo mbalimbali juu ya baking and confectionery. Sasa leo nataka tujadili jambo moja ambalo ni muhimu sana kama wewe unahitaji kuingia kwenye hifidi ya baking and confectionery. Kwanza ni kujulishe confectionery ni kitu gani? Confectionery ni, ni, tunasema ni arts of making and selling sweet products. Na tunaposema sweet product hapa tunamaanisha product zote zenye asili ya utamu kama vile pipi, mikate, keki, cookies na vitu vingine vyote vinavyofanana na hivi nilivyokwisha vitaja. Sasa basi, kwenye hii field ya confectionaries uh, kuna mgawanyo wa makundi makuu matatu. Kundi la kwanza tunaliita ni flour confectionery, lakini kundi la pili ni sugar confectionery, na kundi la tatu ni chocolate confectionery. Kwa utakuja kuona hapa kuna bidhaa za aina bidhaa za mak kwenye makundi matatu, kuna bidhaa ambazo large amount of ingredients inakuwa kwenye kitu kimoja ambacho ni chocolate, na kwa sababu hiyo ipo kiwango kikubwa, basi tunaita ni chocolate confectionery. Na ukija kwenye sugar confectionery utakuja kuona kwenye ile li list ya viambata au ingredients kiwango kikubwa kinakuwa ni sukari na mwisho wa siku inapelekea kupata jina la sugar confectionery. Lakini kundi lingine ambalo tumesema ni flour confectionery, utakuja kuona katika list ya ingredients au vile viambata vyote, kiwango kikubwa kinakuwa ni kipo kwenye unga wa ngano au wote, ambao inategemea bidhaa gani unatengeneza. Kwa hiyo kama unga unapatikana kwa kiwango kikubwa, basi hiyo tunaita ni flour confectionery sasa ukifuatilia kwa watu wengi ambao tupo kwenye hii field ya baking utakuta kutu, utakuja kutuona kwamba tupo kwenye kundi la flour confectionery au bakers confectionery. Sasa basi kama wewe na wewe una mawazo ya kuingia kwenye hii field au unatamani kuingia kwenye hii field, basi nikukumbushe mambo makuu mawili ambayo ni muhimu sana, unapaswa uyajue kabla ya kuingia kwenye hii field. Kitu cha kwanza ambacho ni muhimu ni kutambua aina ya vifaa ambavyo ni muhimu sana uwe navyo ili uweze kuzalisha bidhaa unayokusudia kwenda kuizalisha na mwisho wa siku iweze kupendwa na wateja wako na wateja wako wakikubali maana yake ndivyo utaweza kupata fedha. Kwa ni muhimu sana utambue vifaa. Kama mfano, unahitaji kuzalisha keki. Je, ni vifaa vipi muhimu sana kwenye uzalishaji wa keki? Unahitaji kuzalisha mikate. Je, ni vifaa vipi au mashine zipi ni muhimu sana ambazo inakuhitaji uwe nayo ili uweze kuzalisha aidha hiyo mikate au keki ambazo zitakubalika sokoni. Usipotambua vifaa sahihi, hakika hutaweza kupata bidhaa nzuri ambayo itapendwa na wateja wako. Sasa, kwa hiyo ni muhimu sana kufuatilia au kujifunza namna ya kujua hivyo vifaa na namna ya kuvitumia. Lakini jambo la pili ambalo ni muhimu sana ulijue pia ni tunaita information. Lazima uwe na information ya kutosha juu ya product ambayo unaikusudia kwenda kuizalisha. Naposema information hapa na maanisha namaanisha uwe na elimu ya kutosha juu ya bidhaa ambayo unatarajia kwenda kuizalisha ili iweze kukubalika sokoni. Sasa, elimu hapo, kwa mfano, wewe unahitaji kuzalisha donut au unahitaji kuzalisha cookies au unahitaji kuzalisha mikate. Lakini ukiuliza kwa watu, wanaweza kukwambia tu ah, mkate bwana, ni rahisi sana kutengeneza. Kwa nini rahisi? Atakwambia ah, pale tunatakiwa uwe na unga ngano, tunatakiwa uwe na hamira, tunatakiwa uwe na sukari na vitu vingine. Lakini mimi nikwambie tu kiukweli, ili bidhaa iweze kupendwa sokoni, lazima uwe na elimu ya kutosha juu ya kuchanganya hivyo vitu vyote ambavyo ni muhimu kwa utayarishaji wa mikate. Tofauti na hapo utazalisha mikate ni vizuri, lakini kwa maana ya biashara itakuletea shida. Kwa hiyo ni muhimu sana ukapata elimu ya kutosha juu ya namna ya kuzalisha hizo bidhaa. Kwa hiyo wapi utapata elimu? Unaweza ukaja kwetu Kadesha Bakery. Tunazo kozi maalum ya namna ya kuzalisha bidhaa tofauti tofauti ambazo zipo kwenye kundi la flower, confectionery tunatoa mafunzo kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni online kupitia WhatsApp, lakini njia ya pili ni kwa wewe kufika kiwandani kwetu. Utajifunza, utatoka pale umeelewa, na kama hujaelewa utaendelea kukaa hapo mpaka uelewe. Kwa hiyo nikukaribishe sana ili ili uweze kujifunza vitu hivi. Ni muhimu sana kuwa na elimu ili uweze kuzalisha kitu ambacho kitakubarika sokoni. Kwa haya machache basi ni kushauri, kama wewe unatufuatilia uko kwenye YouTube, basi ni kuombe uweze kusubscribe, ili usiweze kupitwa na video zingine kama hizi, uweze kupata elimu ya kutosha, na mwisho wa siku uweze kuingia kwenye feedi ukiwa na confidence ya kutosha na uwezo wa kupambana sokoni na kushindana na washindani wako. Kumbuka soko lina watu wengi na kila mmoja ana ndoto za kuzalisha hizo bidhaa. Kwa hiyo wewe unaingiaje sokoni? Hizo ni mbinu nyingine ambayo ukija kwetu tutakufundisha. Kama una maoni basi nikuombe uweze kucomment hapo chini au kitu gani unahitaji kijadiliwe basi unaweza ukaandika hapo na mimi nitasoma na mwisho wa siku nitakitengenezea mada nzuri na tutajifunza kwa na wengine waweze kunufaika kupitia wewe ambaye umetuandikia hapo basi. Basi niipende kukushukuru kwa kunisikiliza na nikutakie siku njema. Asante na kwaheri.